Naitwa Kassim Amary ni mbunge wa Tanga Mjini. Ah, kikubwa zaidi, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini la pili tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uteuzi ambao ameufanya hususani wa Waziri Mkuu ambaye ni Dr. Lamek Mwigulu Nchemba. Kiukweli kabisa ni mtu ambaye kwa mimi ninavyomfahamu kabla ya uteuzi na kabla kuwepo bungeni, ni mtu ambaye mzuri na ni mtu ambaye msikivu na ni mtu ambaye anafikika kwa urahisi pale tunapomhitaji, unapokuwa na jambo. Na sifa zake nyingi zimetolewa na wabunge waandamizi, hali kadhalika katika hotuba yake aliyoitoa ya ni hotuba ambayo imebeba matarajio makubwa sana, matarajio ambayo kwa namna moja ama nyingine ya ile Tanzania tunaenda kuiona katika awamu hii ya pili ya awamu ya sita. Tunaenda kuiona utekelezaji mkubwa na usimamiaji mkubwa wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini vilevile vile kutatua kero na changamoto zilizokuwepo katika jamii ya Watanzania, kwa sababu hasa yeye ni mfuatiliaji na ni mtu wa fildi, si mtu wa kukaa ofisini. Ndiyo namna alivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ye si mtu wa kukaa ofisini muda mwingi, ni mtu wa kufuatilia mambo na ni mtu anayependa matokeo yaweze kutokea, hususan matokeo chanya katika utendaji wake wa kazi za kila siku. Mimi nimpongeze sana hilo mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefanya chaguo lililo sahihi ambalo linaenda kukidhi matarajio makubwa ya wabunge pamoja na Watanzania kwa ujumla katika nafasi ya waziri mkuu. Lakini jingine nalomfahamu mheshimiwa Dkt. Lameck Mwigulu Nchemba ni kwamba ni mtu ambaye havumilii uzembe na uzorotaji hususan katika kasi ya kuwahudumia wananchi na kupelekea au kuwatumikia na kupeleka maendeleo, hivyo spidi na changamoto katika kutatua kero mbalimbali mbali. Pamoja na kuendana na changamoto na kasi ya kuhakikisha watumishi wazembe na wazorotaji watakuwa kweli na wakati mgumu, kwa sababu ni mtu anayependa kila mtu afanye kazi na matokeo yaweze kupatikana. Kiukweli tunahitaji utendaji wenye spidi na wenye viwango. Kwa chaguo hili alilolileta mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumteua Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Muungano, Tanzania, kiukweli ni chaguo sahihi na wabunge sote tumelipokea kwa furaha na kwa moyo mmoja. Tunamshukuru hilo sana mama yetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, pamoja na kwamba tutampa ushirikiano mkubwa Waziri Mkuu mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Lamik Mwigulu Nchemba. Kwa kusema haya, nashukuru sana, sana, sana. Asante.